Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, leo tarehe 26 ya mwezi Machi mwaka 2025 tukingali katika kipindi cha Kwaresma. Leo Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia somo la Injili tulivyosikia leo kutoka Injili kadiri ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 5 ya 17 ya 19 anazungumzia juu ya ukamilifu wa torati. Bwana wetu Yesu Kristo, ujio wake ulimwenguni ulikuwa ni kuikamilisha ilo torati na si kuitangua. Alipofika na kuanza kutoa mafundisho, ilionekana kwa wale waliomsikia hasa wamafarisayo na waandishi na wengine ambao walimsikiliza na Wayahudi, walidhani yale mafundisho anayoyatoa kama yanakinzana na torati aliyopewa na Musa au manabii waliokuwa kabla yake lakini Yesu hakubadilisha hata neno moja. Yeye ndiye utimilifu wenyewe wa ile torati. Kumbe ndugu zangu, tunapotafakari tunapo maandiko haya, tukumbuke kuwa Kristo ndiye utimilifu wa haya yote. Yeye ni utimilifu wa yale ambayo alianza katika agano la kale. Kuna wengine ambao wanashindwa kutofautisha kati ya mafundisho ya agano la kale na agano jipya. Utofauti haupo, ila ni ukamilifu wake yale ambayo yalikuwepo katika agano la kale, mara nyingi yalikuwa yakieleza au kuonesha yale ambayo yalikuja kutimilizwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Na si vema kubadilisha mafundisho hayo ambayo Kristo ametupatia au kuyabishia mafundisho hayo, la hasha. Yeye amekuja kuyatimiliza hayo. Kumbe tuyapokee maandiko haya, ambapo mara zote tunampata Kristo katika maandiko haya matakatifu na katika sakramenti zake. Kumbe tunapolisoma neno la Mungu tulielewe hivi kwamba Kristo yeye amekuja kukamilisha ile torati ambayo walipewa, walipewa wana wa Israeli kupitia kwa Musa na manabii waliokuwa kabla yake, yeye amekuja kutimiliza hayo. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.